Eh, asante sana ndugu wa Kongomani wenye kuwa ndani ya nchi ya Kongo na wenye kuwa nje ya Kongo. Leo tuko tariki makumi mbili na tatu za mwezi wa kwanza uh, mu 2026. Eh, evenema yenyewe mnaona hapa sasa hivi hapa niko ku frontiere ya Katumba, ku frontiere ya Kavivira. Tulikuja hapa na coordinator coordinator provincial wa Wazalendo ambaye anaitwa Mheshimiwa William Amuri ya Kongo. Tunakuja hapa mumision ya kusema tunataka kutangaza amani katika mji wa Uvira. Kama watu wanaona, watu wengi Wazalendo wengi wanaingia Uvira, ni kusema amani, amani, amani watu wa Uvira na watu wasikivu, wamekombolewa. Ile ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tunapana message ile ya kusema watu wakuwe wanafanya disuitere, wanalala, tunakataa. Watu waanze kutembea katika mji wa Uvira 24, si 24, ni kusema. Kitu cha tatu wenye wanasema kwamba M23 bar RDF walitoka hapa kwa hiari, wanasema bongo. M23 bar RDF ilitoka hapa Uvira ni kwa pressio militaire, tulipigana nao tuliresiste kupigana nao makobola hadi mpaka isi tuliwafukuza makobola na hapa Uvira, wakati waliona maafa tegan ziko mingi, walikuwa walipata perte za mingi aofisier militaire basolda dira ilituma watoke katika mji wa Uvira. Ni kusema tunafika leo, tunatangaza amani, amani, watu wajisikie huru. Tunafika hapa ku frontiere, tulitaka tuambie ya kwamba tutanegosie, tutaambia serikali ya Burundi ya kwamba watufungulie mpaka, kwa sababu njaa iko katika mji wa Uvira sana. Unajua Uvira eh, au Kongo au Fizi, tunadepandre sana na Burundi. Na Burundi pia nayo ina, ina profite kutokea vitu vyenyewe vinatoka muufizi na vinatoka Uvira. Kwa hiyo tunaomba watufungulie frontier kusudi njaa isiendelee ku population ya Burundi na njaa isiendelee ku population yetu ya Kongo ya Kongo kwa jumla. Nasema tena nawatangazia tuko na ni amani, ni ya kutumba. Juma anaingia kama mliona waaskari wanaingia wengi ni ya kutumba. Na mwenyeko mbele yenu ni wa Ubwila Mwila Dalto. Mimi njoo msemaji wa Wazalendo msitikivu mzima. Asante na nawashukuru. Chao. Kwa ndugu wasikilizaji, ni yeye mwandishi tena msemaji wa wazalendo wa Kivu mzima, na leo tarihi wa 12 na 3 wameingia kabisa katika jiji la Uvira, na hii ni boda ngambo pale ni Burundi, na walikuja kuonesha kwamba wanadhibiti eneo yote ya Uvira. Tunashukuru sana, ni yeye mheshimiwa Dalton, na zaidi ya yote tulisimama kabisa E, bega kwa bega pamoja na wazalendo wakati wote wa vita, na tunaona tumeshindani, ndugu amisimanue pamoja na mheshimiwa Dal, asante na kushukuru. Tunashukuru sana, asante sana.